Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeah, asante sana ninawashukuru sana washukuru. Niombe na mtusamehe sana tumechelewa kidogo kwa muda ambao tulikuwa tunaupanga, kutokana na majukumu mengine ambayo kidogo ilibidi tupambane nayo, lakini tukasema tutafika, ndio maana tumekuwa tukaelekeza kwamba tunaomba mtusubiri, tutafika. kubwa tulilofika ni kujenga jenga swala la elimu kwa ajili ya watoto wetu na vijana wetu, na ambao hawa ndio wenye nchi hii. Sisi tunawatunzia, na tunapowatunzia tunawaacha namna gani, ili baadaye waje wawe wataalamu wazuri wa nchi hii na viongozi wazuri wa nchi hii sisi ndio tunaotakiwa tuwaandae ili baadaye nchi yetu, taifa letu, waje waseme tulikuwa na hazina iliyokuwepo ambayo ilituandaa, ilipambana kwa ajili ya nchi yetu na taifa letu la Tanzania. Na ndicho tulichokuja kukizungumza, kukizu, kukijadili, tukiweke vizuri. Na ndio maana serikali kwa kupitia mama yetu, rais wetu Mama Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akipambana kwa hali na mali ya kuhakikisha watoto wa Kitanzania wanapata huduma bora ya elimu kwa nchi yetu yote, nchi nzima, miundombinu imekuwa ikijengwa, na nyewe mtakuwa ni mashahidi, karibu kila sehemu. Hiki ni kitongoji amegusa, tutakuwa mashahidi. Nasema amegusa yale majengo mawili mapya mazuri ya kisasa ambayo mpaka yana aluminium chini yana nini, marumaru maru, maru, maru. Madarasa mawili alileta fedha kwa kujua kwamba kuna wananchi, kuna watoto wa Kitanzania ambao ni lazima waendelezwe, ndio maana alileta fedha ziwasaidia Watanzania watoto waweze kukaa na kusoma kwenye mazingira yaliyo bora. Tumpongeze rais wetu Hizi fedha zilizoletwa na Mheshimiwa Rais, kila darasa tulipewa milioni ngapi? Milioni ishirini. <coughs> Kwao tuna madarasa mawili, Mheshimiwa Rais ameleta milioni arobaini kwa ajili ya shule yetu ya watoto wetu, shule shikizi. Baadaye kwa mwongozo, mtajua shule shikizi ni nini. Hakudharau kwamba ni shikizi, au serikali haijadharau kwamba ikapuza kwamba ni shikizi inaamini kwamba ukiwa na chipukizi ya mimea ndo imwagiliwe iwe na afya itakuja itoe matunda mazuri sana. mm -hmm. Lakini ni mheshimiwa rais huyu na serikali yake kwa kutupenda wanaigare amekarabati shule yetu kongwe ya mwaka gani ile, wazee mnajua wazee wangu wengine hapa mmesoma hapa si ndio, kwenye ile shule ya Igare sio? mm -hmm. Mwaka jana mwezi wangapi tumeikarabati ya moja mwaka jana ameleta milioni tisini mm-hmm. kwa ajili ya ukarabati wa shule kongwe ya Igare kwenye kijiji chetu cha Igare. Sasa mnaweza mkaona ni namna gani serikali yetu kwa kupitia mheshimiwa rais wetu anavyojali swala la nini, swala la elimu, swala la ustawi wa wananchi, ili wapate huduma bora kwenye kijiji tu hiki. Kwayo zimeletwa milioni tisini, ongeza milioni arobaini hata mwaka hujaisha, zimeletwa fedha kiasi gani? Milioni. Igare itanuli nako, amejenga ameleta fedha za madarasa mangapi? Madarasa mawili ambayo amejengwa kama haya juu, yamepigwa msausi, yameweka arini chini, yamepigwa marumaru madarasa. Sasa hicho ni kijiji cha Igare. Ameleta madarasa hapa kwetu Isiesie, milioni arobaini Kure Itanuri ameleta milioni arobaini, yamejengwa ya hmm. Ametuletea tena mwaka jana milioni ngapi? Milioni tisini. Ni kijiji hiki tu cha nini. Tumpe nini rais wetu jamani? Akijaja tu lakini, pia tulisikia maombi na kilio chetu kwamba sasa jamani, hey, isiwe shule sasa shikizi si ndio? Ndio, akilio cha hapa, si ndio? Jamani, uongo kweli kweli? Uongo kweli kweli? Kweli. Kwamba siiwe shule, kwani kwa takwimu zilisha angaliwa, tutaona miongozo huu ni mwongozo. Hakuna anayekataa shule kwenye huumu, kwani mama angeleta fedha zote hizi, kwamba hapastahili pawe na shule, angepeleka kule Itanuli. Hajui kwamba panatakiwa pawe na shule, panatakiwa pawe na shule na itakao itakuwepo shule kwa utaratibu tutakaoelezana na utaratibu ambao unatakiwa ufuatwe. <coughs> taasisi yoyote ni lazima ielezwe kwamba hii iko hivi, inatakiwa ifanyiwe hivi, nini kinahitajika ili watoto wapate elimu iliyo bora kwenye mazingira bora. Tunaelewana wananchi? Yeah, yeah. Tunaelewana ndugu zangu? Yeah. Sasa huu ni mwongozo. Hizi shule zinaitwa shule shikizi hizi zinaitwa shule shikizi, nitaelewa kwa mwongozo imeandikwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia, mwongozo wa uanzishaji, usimamizi na uendeshaji wa vituo shikizi vya shule. Vituo shikizi ni sehemu ambayo iko shule mama, tunaelewana, lakini kuna eneo liko mbali, kuna watoto walioko huku kutokana na mazingira walioko kutokana na udogo wao hawawezi wakaenda kwenye shule mama. Na hapa shule mama yetu ni Igale. Nilivyoulizwa akasema kutoka hapa mpaka Igale ni kilometa tano. Sasa watoto wadogo hawa hawawezi wakatoka hapa wakaenda Igale, umbali uhatari, kuna mvua, kuna makorongo, kuna watu wabaya, ndio maana kunatakiwa kuwe na shule shikizi. Shule shikizi ziko za aina nyingi kutokana na mazingira, jiografia ya mazingira. Ziko shule shikizi zingine kwa Kisafwa wanaziita satellite, hizi zinaitwa satellite school. Hizi shikizi sasa kwenye watu aina gani? Kuna sehemu zingine kuna wafugaji wanakuja hapa, anakaa labda kwa miezi sita au hata mwaka, wengi tu wafugaji, na wana watoto wadogo wanaotakiwa wasome. Sasa wakikaa tu watoto wapati elimu na wale watu wanahamahama. Kwa serikali imeweka pia utaratibu kwamba ni lazima hawa watoto wasome, ile ya kuhamahama kusiwaathiri kwa nini kinafanyika wanaweka shule shikizi kama hizi kwa wale, wanasoma. Wale watoto wakisoma, baada ya wazazi wao wakiondoka, majengo yanabaki. Kuna wakati tena watakuja wengine, wataendelea. Sasa hapo kuwa na shule iliyokamili panakuwa na ugumu sana, si ndio? Lakini shule shikizi lazima itakuwepo ila shule shikizi hiyo inakuwa tofauti na shule shikizi kama hii. Watu waliopo hapa wana makazi ya kudumu, mm -hmm. na idadi yao inatosha. Wakati inaendelea utaratibu unaendelea, ni lazima watoto wadogo waliopo wasome kwenye kituo kinachoitwa shikizi. Wakifika umri fulani, kama tumeshindwa kufikia kuwa shule, ndio waende shuleni kule, kwa sababu anaweza akatembea. Tumeelewana wazazi wangu, kwa shule shikizi hii iko kihalali na kuanzisha kuja kuwa shule kuko harari. Vigezo ambavyo mtasomewa mliposikia, na mthibiti ubora wetu wa elimu wa wilaya, ndio mkuu wa uthibiti ubora anayepima viwango, anayeruhusu, anayewaambia hapa tayari hiki kigezo kiwe. Atawaambia vigezo vyote, tutaelewa na nini fa. Niwapongeze sana kwa kujenga boma hilo ambalo lina vyumba viwili na ofisi katikati. Hongereni sana. Ninajua kwamba mna kiu ya elimu, ndiyo maana mmetoa mali zenu na nguvu zenu kuhakikisha boma linafikia katika hatua hiyo. Naamini bado mna uwezo mkubwa wa kukamilisha mambo ambayo yanahitajika ili shule hii iweze kusajiliwa. sasa Jukumu langu hapa ni kuwapa vigezo ili shule iweze kusajiliwa. Hiki kituo shikizi siese sasa hivi kinaitwa shikizi kwa sababu bado hakijafikia viwango vya kuitwa shule kamili. Sasa serikali inahesabu shule kuwa imekuwa shule kamili kama angalau ina vyumba sita vya madarasa mpaka vyumba vifikie sita vya madarasa ambavyo mwanafunzi anaweza akaingia akasoma. Pamoja na vyumba sita vya madarasa, angalau kuwe kuna ofisi mbili za walimu, mwalimu mkuu aweze kuwa na ofisi na walimu wengine wawe na ofisi. Kigezo kingine cha msingi sana ni uwepo wa vyoo, matundu angalau sita kwa ajili ya wanafunzi wa kike, matundu angalau matano kwa ajili ya wanafunzi wa kiume, na matundu mawili kwa ajili ya walimu. Matundu hayo ya vyoo ni lazima wawe katika pande tofauti tofauti. Wanafunzi wa kike na wa kiume hawawezi kuingia sehemu moja, vinatakiwa vitenganishwe, visiwe jirani na matundu ya vyoo kwa ajili ya walimu inatakiwa yasiyo jirani na yale ya wanafunzi. kuja kutuelimisha juu ya namna ya uanzishaji ya wa shule ya msingi, hilo lilikuwa linatusumbua kichwani, lilikuwa mm. linatu, lakini kwa mwongozo huu tumeuelewa kwamba kinachohitajika ni kitu gani, na kwa kuwa tunania, kwa maelezo hayo Tutashirikiana, tutajenga haraka. Hilo na lingine tunajua halmashauri imetupa tena kwamba tutajengewa mwako na ukuja. Kwa hiyo hili tutalimaliza hivi. Tuna mabati yanakuja, tumechanga matofali yanakuja. Mtakapokuja tunawahitaji sana tena, mtakuta hivi kupaua mm. <clears throat> <clears throat> lakini pia kama wadau wako vile vile nao watusaidie, kama tunakojitolea mm. Lakini kwa mimi ninaposema hivi, nimejitolea pamoja na mwenzangu huyu na ndio tuliotoa ardhi hii hapa. Kwa ajili ya uchumu wa watoto. <laughs> <Jamani, mtupigie makofi. laughs>